Ninayo furaha kukuletea tena story za AyoTV kwenye hii time, tuko na AY moja kwa moja kwenye jumba la Sean Kingston Marekani. Miss Tanzania Happy Otimanywa ameondoka Tanzania tayari kuelekea Uingereza kwa ajili ya Miss World, na kabla hajaondoka, ameshare na sisi kwenye exclusive. Unajua ni nyimbo gani za wasanii wa Afrika haziruhusiwi kuchezwa kwenye jumba la Big Brother Africa? Story number one ni kutoka kwa AY. Amesharudi nyumbani Tanzania akitokea Marekani alikokwenda kufanya video na star wa muziki duniani Sean Kingston. AyoTV, millardayo.com amplifier ya Clouds FM na Clouds FM Top 20 zimepata nafasi ya kuwa naye kwenye exclusive interview nyumbani kwake. Fresh, mambo vipi bro? Fresh niambie. Uko poa? Kama kawaida. Bwana, hongera sana. Yeah, ni sana. Pole na kwa safari. Safari safari kwanza. kampuni naona <laughs> inazidi. Thank you so much bro. <laughs> yeah, <mila laughs> yeah, Yeah, Yeah. Dad coming out on TV. mdogo mdogo. Safari ilikuwaje Marekani? ilikuwa poa safari poa yeah, na kila kitu kimeenda vizuri na uzuri nikuwa tumefanya kitu zaidi ya malengo ambayo ilikuwa ni ni ni nimea plan mwanzo mm. Mwanzo nilikuwa nime plan kwenda kule kufanya video moja. Najua, ya, ya mina, uh, na, Sean Kingston lakini baada ya hapo nilifika kule nikafanya maamuzi mengine tena ya ya ya kuweza kufanya video video nyingine ya pili mm -hmm. wimbo ambao muda mrefu sana it's going down kweli so nikampata Lamaya nikampata na, na na na Miss Trinity tukafanya kazi pamoja, ni video nzuri nzuri. okay. itakuwa the way mbabo, eh, yake tkampata aa a n ayake kwa sababu katika kitu ambacho tangu naanza mziki nilikuwa nacho ndotoni ni, ni kitu ambacho nilikuwa nakihofia mtu mwingine naenza kaniwai, lakini paka leo kwa mna kukipa, kukifanya ni, ni kushuti na yale magari ya, ya Rolls-Royce ya magari na ubounce ah. Yeah, so mimi nilikuwa nasema, na itafika siku na minta kuja kushuti na yale magari, majo ni expensive pia kuyapata na vitu kama hivyo, lakini wezi kwa mini, yani ni ya pata katika mazingira fula ni marahisi sana. Kweli? Yeah. Yani iki, ikitokea unatakiwa kuyalipia kama kawaida inaweza like kukost bei gani? kama kama ukitaka kuyachukua, kwa mfano, kwenye kwenye kukodisha gari moja ni dola 500 na kwa sababu yale magari hayatembei kila barabara, kwa hiyo inabidi uiweke kwenye tela, matela yake yale ni dola 400, kwa hiyo 900, gari moja. Na uwezi kushuti na moja, lazima ushuti mawili, matatu you know, so flani. Lakini, ni hela fulani imechangamka, lakini nilipata katika hela ambayo kutokana na jinsi ambavyo nilikutana na wale wa, wa latino Me, na baadaye tukaja kwa washikaji nini hawakaja, wakanifanyia bei moja nzuri tu. Okay. Yeah. Video ya uliofanya na Lamaina na Miss Trinity inatoka lini? Hii video itatoka Disemba nayo

kichotokea unajua, hapa katikati kulikuwa kuna kuna hiyo mikwamo mikwamo. Yeye akiwa tayari, mimi niko tayari, yeye yuko tayari, mara akapata ajali, sijui maana nini. Sasa huwezi kuona kana hizo hela muda wote, kwa hiyo unazizungushia sehemu nyingine, you know. So ilipofika time jamaa akasema oya, inabidi tuifanye kazi, lakini kabla kuifanya audio yake inabidi ipelekwe studio nyingine kwa ajili ya kuibadilisha, isikae vile vile ambavyo ilikuwa na kaza zamani, wakati tulisha record. Kwa hiyo ika imebadilishwa ikapelekwa Miami, ikabadilishwa, ikatengenezwa vizuri zaidi. Uh, baada ya kutengenezwa vizuri zaidi uh, uh, ndo akaniambia basi kabla hajaanza tour yake ya Asia niende pale mara moja kushot naye. Ilikuwa ni short notice, na mimi nikaamua kuchomoka. Okay, umesubiri kufanya video na Sean Kingston kwa miaka mingapi? Ni uh, 2 years. Kingine nilicho nacho ni maswali kwa Miss Tanzania Happy Otimanywa Miss Tanzania 2013 anayeiwakilisha Tanzania kwenye mashindano ya dunia. Ameondoka Tanzania siku nne kabla ya mashindano yenyewe. Uh, kwanza nimealikwa na balozi wa, wa Tanzania huko London. So, I've been the kila kitu kwenye maandalizi kimesha kamilika? Ndiyo. Kabisa. Kuna taarifa ambazo huwa zinaandikwa na unanukuliwa au sosi nanukuliwa, lakini mara nyingi sasa haipati nafasi ya kuzungumza kwenye vyombo vya electronic kama hivi. Kuna taarifa zimeandikwa kwamba ulilalamika kwamba mahitaji yako kwa asilimia kubwa umeyafanya wewe hmm. na Miss Tanzania kama imekutelekeza kwa sababu tuko na wewe hapa, ni vizuri kusikia kutoka kwako maandalizi um, yamekamilika, everything is ready, so so I I mean kamati ime play part yake, mi nime play part part yake yangu so, I think kitu cha muhimu zaidi ni kwamba mshiriki anaenda na she's very well prepared prepared na that's why I I think we have an advantage this year kwa okay, sababu I'm confident because I know I'm more prepared. Ni kweli hayo maneno yaliandikwa kutoka kwako kwao, yani uliyasema? No, mi siku yasema personally, sikumbuki and sikusema hmm. Kama you don't know how to follow my progress, obviously kuna pages za official Miss World, lakini mimi personally nitakuwa natumia social media, so Facebook, Twitter and instagram Instagram uh, na mnaweza kufuatilia how I'm doing at the competition uh, Twitter is at Watimanywa uh, Instagram is Happiness Watimanywa. Thank you very much. Story nyingine katika story za AyoTV ni hii ya DJ Tas. Alikuwa DJ aliyewakilisha Tanzania kwenye jumba la Big Brother Africa. Alipata nafasi ya kucheza mziki kwa ajili ya wa washiriki wa shindano hilo la mwaka 2014 baada ya kutua Tanzania kutokea South Africa DJ Tas ameshare na stori za AyoTV vitu vyote alivyokutana navyo. Ikifika saa nne kaol dakika moja ataanza kuongea Big Brother akiongea akiongea, ikifika mida fulani mabouncer, kuna mabouncer mlandani, wewe utaanza kuspin sawa, lakini kabla hapo tuone playlist yako. Tukaangalia playlist yangu, nilikuwa nimeweka R&B hip hop, bongo, Kenya, vitu kama hivyo. Ah, kidogo kama ilipanguliwa hivi <laughs> eh, yeah. Hey, ilipanguliwa akaniambia anza upe kutengeneza playlist, ndio maana tumekuleta hapa na mapema. Yeah. Nikasema kwa nini? Nikasema Tom Play International Music, sicheze mziki wa nje. E, mziki wa nje, usicheze mziki wa nje. Ndiye Afrika. Eh, <coughs> yeah, nikaelewa. Akasema cheza Afrika tu. Nikasema lakini, nikasema sawa lakini, wakani wakanipa tension kidogo kwamba usicheze nyimbo za P Square. Nikauliza kwa nini lakini ile kwa kujibishana yani, ni mshikaji tu. Akasema kwa sababu ya P Square wame sign contract na watu fulani, mkataba mwingine, mkataba mwingine ambao wa ni mkubwa wao, ambao wenyewe wa uhusu wale ni international. Sitaki kucheza international, wamefanya feature ni international na wamesaini na watu ambao ni international. Hawajibu mkataba yao ikoje kule walio saini nao, kitu kama hivyo. Sawa sawa, ume umepiga nyimbo za kitanzania sana wale wa Big Brother hawakukwambia chochote Big Brother? Uh, wakuniambia chochote lakini, kuna, kuna baadhi ya watu ambao wahusika waliniita pembeni wakaniambia hii miziki hii e, mizuri Tanzania yote. Nikawambia hapana, imecheza Nigeria nimecheza Kenya, ila zaidi ilikuwa ni Tanzania. Akasema haina shida, usijali, akainiomba hiyo miziki nikawachia yote nyimbo kiukweli hawana wala wazitambui, kuna ni ya moto ambayo nimeicheza, nimecheza ngoma akiwa na nikagonga ngoma, uh, ngoma kutoka kwa Dar es Salaam nikatupa mwana Dar es Salaam, nikagonga nikagonga uh, single boy ya Dikiba, tena nikagonga ya Diamond tena aiko na Davido, nikaangalia huku nikasema, anahusika Godzilla, nataka ile. Hizo ndo stori za AyoTV kwa sasa. Usisahau kujiunga na Millard Ayo kwenye Facebook, Twitter na Instagram.com millardayo, jina hilo hilo la Millard Ayo kote huko, lakini pia usisahau kusubscribe hapa YouTube ili kila kinachotoka kikufikie.